Sasa mkinieleza eti kuna shida ya chakula Ngara, mimi siwaelewi, siwaelewi. Ni sisi viongozi tu hatuko makini, hatuko serious kuhakikisha wazazi wetu, wazazi wa watoto tunawekea utaratibu mzuri, tunawahamasisha vizuri, wanachangia chakula cha watoto wao mashuleni, na sisi viongozi ni wajibu wetu kuwaimbisha kuelewesha kuelimisha, mara kwa mara, tusichoke ndugu zangu. Sisi tukisema tumechoka, maana yake wazazi completely, ambao hawajui hawa umuhimu uthamani wa shule kwa watoto wao, wataacha kabisa, matokeo yake ufaulu utazidi kushuka. Sasa hivi ndugu zangu, kama mnavyofahamu, hatufanyi vizuri halmashauri ya Ngara taaluma iko chini mno, imeshuka mno. Uongo, kweli? Wakubwa, matokeo yaliyopita ya form four kidato cha nne kimkoa tumekuwa wa mwisho. Halmashauri nane za mkoa Kagera, halmashauri ya wilaya Ngara imekuwa ya mwisho. Uongo, kweli? Watendaji magavana wangu, tumekuwa wa mwisho. Kwa nini tumekuwa wa mwisho? Factors ni nyingi, sababu zipo nyingi, mojawapo ni hili ambalo sasa hivi tunakutana hapa kujadiliana, swala la lishe. Wazazi wakiacha kuchangia, wakianza kurudi nyuma, automatically na mambo mengine yatatokea, pamoja na ufaulu. Mtoto haiwezekani akashinda toka asubuhi mpaka jioni hajara. Haiwezekani ufaulu, utakuwa wa shida. Hata fuatilia masomo darasani, mwalimu ataimba we asubuhi mpaka jioni, atakuwa haelewi kitu. Matokeo yake ndo hivyo. Halmashauri nane za mkoa wa Kagera sisi ndo wa mwisho. Niliokuwa nasoma huko mb tulikuwa tunaita wale wa mwisho mwisho. Leo nani ameenda sadiki zile nchi za, za kusini mwa Afrika mwishoni huko kwa sisi tumekuwa sadiki. Jamani Ngara e, eh, ni aibu kuwa sadiki, aibu kwa viongozi hawa tunakuwa s lazima tuhakikishe tunaweka mikakati ya kutosha tunatoka hapo. Aya, fikiria tuna shule moja ya sekondari inabeba jina letu la Ngara ina zero hamsini na tisa, ndugu zangu, hamsini na tisa. Shule hii nilimuuza elimasa, hivi kweli wewe upati muda wa kujitathmini kama unafaa kuwa elimasa wa ile shule? Maana ni aibu kabisa unaitwa headmaster na rekodi zizopo. Watendaji mpo hapa leo, naliongea. Huwa naongea sana na wakuu wa shule walimu wako, leo kwa mara ya kwanza naliweka wazi hili, watu hawa waamishwi, hata shule zenyewe hizo, wapo tu visiki vya mpingo, visiki vya nini vya mpingo sasa wamewapa nini huko wakubwa? Hata mimi sielewi, una miaka mitano unazalisha, unazalisha zero hamsini na tisa mwaka huu. Mwaka uliopita nilimuuliza hapa akasema alikuwa na ishirini na ngapi sijui na sita, uliopita alikuwa na thelathini na ngapi, ngapi. miaka mitano amezalisha zaidi ya zero mia na karibu mia mbili. Headmaster huyo yupo Mwakani anategemea kudabu maybe hii hamsini na tisa uenda akatuletea 120 zero. Yupo, viongozi tupo, tunamuona ni mtu muhimu sana wa maana, awezi akatoka pale na kifuatilia na uenda ni mambo mengi na lishe watoto wenda, amuna ye, ahami, enda amnaa wazazi wachangii yeye huyo huyo, tunaenda wapi? Hata kama una mbuyu huo mbuyu wa usemi kwamba eh, ndugu yangu nilikuweka hapa lakini umeniangusha, na kutoa. Sasa tusifanye hivyo, tunabebana mpaka na inatia aibu kinya. Haya, shule moja Murukwanza ukana wenyewe hivyo hivyo, maziro maziro, zero zero zero zero, atustuki. Shule mbili tu zinasababisha mkoa mzima unakuwa mwisho pia, mshimaa mkoa mkoa Kulikuwa na tukio hapa tarehe 19, mgeni rasmi alikuwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, jubilee ya miaka 25 ya waskofu waskofu Method Kilaini, mstafu jimbo la Bukoba. Alitoa takwimu kimkoa, tumekuwa wa 25 mikoa ya Tanzania bara kati ya mikoa 26, si ndio? Hivyo pia ni wa mwisho sisi. Hapa kimkoa, Ngara na sisi wa mwisho. Kwa hiyo zero nyingi za Ngara zimefanya mkoa mzima wa Kagera ukawa 25. Uongo kweli? Tungekuwa na ufaulu kama wa Biaramulo, wa Karagwe, wa Muleba tusingekuwa kwenye position hii kimkoa. Kwa hiyo huenda matokeo mabaya mkoa wa Kagera ni kwa sababu ya zero nyingi za Ngara. Ngara. Zero nyingi za Ngara zimetengenezwa na Ngara sekondari. Na Murugwanza na shule nyingine inaitwa wapi huko sivyo?